Kwa ujumla leo tumefanya sesheni yetu ya mwisho kwa upande wa Dar es Salaam kwenye maandalizi ya mchezo wetu zidi ya Namungo Luangwa. Kwa hiyo leo timu nitasafiri, ili mradi kwenda Luangwa katika kuikabili hiyo mechi ya Namungo. Timu kama timu iko vizuri, wachezaji wana hali ya, hali ya juu. Kila mchezaji ana hamu ya kufanya vizuri katika mchezo huo. Kwa hiyo tunabakiwa na sesheni moja ambayo tutakamilisha kesho katika mji wa mechi husika. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie tusafiri salama, tufike salama Luangwa na pia tunawaomba mashabiki wetu waliokuepo Luangwa waweze kutokea siku ya mchezo, kwani hii ndio nafasi ya timu yao kuiona ikiwepo katika mji huo. Kwa hiyo ni tunawakaribisha sana kwa nafasi ya upendeleo wajitokeze kwa wingi katika siku ya tarehe 9 ili mradi kuweza kuanikiza ushindi ambao kila ma mtu anatarajia kwamba tutaupata katika mji huo, katika kila mchezaji kutoa asilimia mia moja ili mradi kuweza kupata pointi tatu katika mchezo huu. Kwa hiyo ni tunamwomba Mwenyezi Mungu tusafiri salama, tufike salama, na tunawakaribisha pia mashabiki wetu katika mji wa Ruangwa. Karibuni sana.